Wengi sana duniani wameishi kutuelekeza na kutuhamasisha kusoma vitabu, yaani wameishi kutuambia vitabu vina maarifa mengi sana ambayo pengine hatuyapati kutokana na uzembe wa kutokusoma baadhi ya vitabu lakini katika historia ya dunia kuna kitabu kimoja cha maajabu sana kuwahi kutokea katika ulimwengu wa sayari ya tatu. Kitabu hiki ni kitabu cha hatari mno, ni kitabu ambacho hakipaswi kusoma na mtu yoyote kirahisi rahisi. Ni kitabu chenye mauzauza mengi sana, kitabu ambacho kimeandika historia na kinabaki kwenye kumbukumbu za historia ngumu zaidi kuweza kuzifahamu hapa duniani. Kitabu hiki cha imani ya kishetani kina mambo mengi sana ya kuogofya na ukikisoma mambo hayo inaelezwa hutokea kweli. Ni mambo ya kimizimu na mauzauza ukiwa unasoma au kutazama picha zake humo kinakupelekea kukiona kweli unachokitazama kupitia hisia. Kuna imani ya ajabu sana inakuingia akadiriwa kuandikwa miaka mia nane baada ya ujio wa Yesu Kristo kwa lugha ya ajabu sana, na kumekuwa kukitajwa wandishi waandishi wengi sana ambao wameandika kitabu hiki miaka hiyo ya kale, mmojawapo akiwa ni Abdulle aliyejulikana kama raia wa Yemen. Kitabu hiki kilikuja kutafsiriwa na kuandikwa upya na Marekani mmoja, jina lake anaitwa HP Lovecraft aliyekuwa mtaalamu wa kutafsiri mambo ya kimiujiza mnamo mwaka 1927 na kutorewa au kuchapishwa rasmi mnamo mwaka 1938. Hakuna mtu mwingine aliyeweza kukielezea kitabu hichi au kukitafsiri kiufasaha isipokuwa bwana mkubwa H.P. Lovecraft mnamo mwaka 1927. Lovecraft alikuwa ni mwandishi maarufu sana wa stori za kutisha, yaani stori za mizimu, ambaye alikuwa ni raia wa Marekani na alikuwa anachukua baadhi ya mambo yaliyoandikwa kwenye kitabu hiki cha miujiza na kuyaandika katika stori zake. Bwana Crafty alifariki mwaka 1937 kwa saratani ya utumbo kabla hata kitabu chake alichokitafasiri hakijatoka. Baada ya Lovecraft kufariki, kuna waandishi wengi walijaribu kukisoma kitabu hiki cha ajabu na kuhitaji kukitafsiri, lakini inaelezwa hakuna aliyeweza kufanya hivyo zaidi ya bwana mkubwa Lovecraft peke yake. Mpaka leo haijulikani mwandishi huyo wakale, wa kale bwana Abdul Laia wa Yemen aliandika mambo hayo kwa sababu gani na ni kwa lugha gani, na iweje ukiyasoma yanaanza kukuingia kweli? Hakuna anayejua siri hiyo mpaka leo. Kwa mujibu wa Lovecraft, kabla hajafariki aliwahi kusema ya kwamba hata mwandishi wa kitabu hicho bwana Abdul Yemen alikuwa sio mtu wa kawaida kabisa, alikuwa mtu wa kishetani toka akiwa mtoto. Hii ni kwa mujibu wa jinsi alivyokisoma Hicho kabla hajakitafsiri. Kitabu hiki kwa sasa kipo chini ya Akram House. Hii ni kampuni ya Kimarekani ya uchapishaji wa vitabu vinavyoelezea imani za maajabu sana kama hayo yaliyotokea kwenye kitabu hicho ipo katika mji mdogo sana wa Wask huko kusini mwa USA na ilianzishwa mnamo mwaka 1937. Watu wengi wanakiita ni kitabu cha shetani, yani kitabu cha kuzimu, lakini wengine wanakiita ni kitabu cha sheria za picha za wafu. Ni kitabu hatari sana kuwahi kutokea duniani na ni hatari sana hata kwa wasomaji wake. Inaelezwa waandishi wengi waliotaka kutafsiri kitabu hicho waligeuka na kuwa wehu, yani kuwa vichaa kabisa. Hii ni sauti ya Jozeti Ismail, mzee wa penta city tunorio, mzee wa jicho la upendo. Siku hizi wananiita jagwa from penta forest. Producer wa simulizi hii anaitwa Lucy ana